Unapozungumzia swala la mziki manaake, moja kwa moja unazungumzia ni maswala ya hisia ya mtu. Hasa leo hii nataka niwaonyeshe miondoko ya Rose Mhando katika mwimbaji wa sebene mm -hmm. Nyimbo zake nyingi zinaweza kukimbia kwelikweli, lakimsifu Mungu mpaka nawasema eh, e. e Bwana aidia ilikuja hivi itaenda kukuonyesha kitu kimoja kimoja, ambacho nimekifanya, yaani vitu nilivyopiga humu ni viwili. Naweza nikasema vitu viwili tu nilivyovipiga, maanisha na namaanisha plugin zilizotumika humu ni mbili, elewa hivo. Moja ni anje, ya nje ya FL, na nyingine iliyotumika huko ni ya ndani ya FL. Nimetumia drums hii hapa. Na nilichokifanya hapo kitu cha kwanza kilikuja, hii imeondoka. Yes. Oh, hey, okay, umo ndani, nimepanga katika mfumo huu, nimepiga snare mbili hapa, snare ya kwanza hii nisn ambayo imekuwa juu ya hiyo hapo, snea ya pili ikawa iko chini kidogo. Kwa hiyo baada ya kupiga hiyo snea kitu kingine ni hii hapa hayati ya nimepiga four step. Baada ya hapo, nikaja nikapiga hiki kitu, hizi percussions hizi ah. nataka usikie kitu kimoja kimoja moja. Ni ile ile, hizi ni drums lakini upande wa percussions i hapa, yep. Niliingia kwenye hii latin cuban percussions nikazipige, kwa hiyo zika saundi hivyo. Kitu kingine ni percussions, nili cloni percussions, kwa hiyo hapa nilipiga na loring iniso kazi sana, nilipiga hizi tom ii, nilihesabu moja mbili tatu nne, ikamruhusu mumbaji. Kitu kingine ichokifanya kwenye hii ni hii piano. nilipiga hii yani, ukiangalia okay, hii piano nilivyoili, nilivyoipiga nilivyo huku na nilivyokwenda kuipanga nivivitu, vilitu, ni vitu viwili tofauti, ni kwa sababu hisia zangu zilii zilienda baadaye zikachenji. Isikiliza hii piano inavyoanza

ilicho kakifanya nitakwenda kukuonyesha huko, au ngoja nikuambie hapa hapa. Nilichokifanya kule, nilivyoenda kukipanga iki kipiano, nilikata kuanzia hapo kwenda huku mwisho, ndiko kukaa kipande hiki hapa biko kukaanza kuanzia mwanzo. Yani, hiki kipande ndio hicho kilichokuja kuanza mwanzo baada si, si, ya kuona huku mwanzo, naona kama ladha yake sijaipatia vizuri au si, si, haijainingia akilini, nikagaili nikaweka hiki kipande ndicho kianze. Kwa hiyo hii piano pia nikaikloni nikapiga na gita hapa mezima piano eh, hili ni electron, hili ni acoustic guitar. Acoustic guitar, afu cha kushangaza hii ni hizi plugin nilizo niliyoitumia hii ni ya FL Studio humu, Flex Advanced Simplicity, na hii piano pia hi, hi, hi, ni kutoka kwenye hiyo hiyo, nimekuambia nimetumia plugin mbili Flex, yeah. Nikapiga strings kutoka kwenye Flex hiyo hiyo, ni all all strings low, kwa hiyo nikaja nikapiga hapa.

ila huko nimefanya balancing. Kuna vifaa vingine, kwa mfano hii organ nilikuwa ni kali sana, kwa hiyo nikaamua kuipunguza, nimeishusha sana mpaka hapo, kama unavyoona ya yeah. sijafanya mixing hii biti. kwa hiyo nimevishusha baadhi ya vifaa, nimefanya tu balancing uh, kabla sijaingia kwenye upande wa mastering. Na unashauriwa ili upate mastering nzuri, ili ufanye mixing nzuri, basi fanya balancing nzuri nikapiga nikaikloni hiyo nikapiga. Hiki kifaa accordion ok, eh, nayo ina sound hiyo ingine hawaamini mpaka waone nimepiga kutoka kwenye flexi library. Okay. Baada hapo nikapiga besi kutoka kwenye hiyo hiyo flexi hayo liimba hivi. Okay. Baada ya hapo nikapiga hivi hii gitai. Nisoro gita iyo kutoka kwenye essential guitars. Baada ya hapo, nikapiga gita tena iyo iyo nikapiga intro hii hapa, ndo imeanza mwanzoni kabisa mwabiti, baada ya kutoka zile loop. Hii Hii intro imeunganisha drums hapa, kuna hii piano, kuna hizi organs zote mbili, accordion pamoja na church organ na bass peke yake. Vitu tano ndo vimepiga hiyo intro nikapiga na hiyo crash ya kama hivyo, nikaja nikapiga tena hiyo drum kwenye hiyo, nimeongezea kiki. Okay, na hapa nikaweka tu crash moja basi. Hmm, nadhani hiyo ndo biti yetu hoja, tukaisikirize kwanzia ya mwanzo mpaka nilipoishia baada ya kuipanga kwenye hii playlist. Hmm. Okay, kuna hii sheka hapa nimekuja kuipangia huko huku kwenye playlist kule sijaiona, kwa hiyo hii ni sheka ya sampo uza kutoka kwenye sebene. kompyuta nazidiwa, lakini op, umeelewa nini ambacho nilikuwa nikikusudia <tipos>